Kulingana na unabii kwamba mataifa yote yatamiminika Sayuni kwa wakati wake. Sasa watu wengi wanakuja Sayuni katika ulimwengu uliogubikwa na maafa ambayo hatujawahi kuona kabla, matetemeko ya ardhi, joto kali na mafuriko. Watu ambao wamekuwa wakihisi wamepotea sasa wanakimbilia Sayuni kana kwamba walikuwa wakingoja wakati huo wote kusikia neno la Mungu. Tunapaswa kuhubiri kwa bidii tukitambua wakati na ishara. Mungu anasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. He, msipopanda hamtavuna chochote. Maharagwe hukua mahali ambapo maharagwe hupandwa. Maharagwe nyekundu hukua mahali ambapo maharagwe nyekundu hupandwa, na watoto wa Mungu huzaliwa mahali ambapo neno la Mungu hupandwa. Hebu tusiwe kama miti ya wakati wa mapukutiko isiyozaa matunda, bali hebu tupande kwa bidii ili tuwe miti ya wakati wa mapukutiko inayozaa matunda. Tunajiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni katika Sayuni. Tafadhali fanyeni kazi mkiwa na imani komavu ya wana watakaopokea huo urithi, na si kama watumishi ambao wanapitisha muda tu. Kufanya hivi, lazima mlitii neno la Mungu. Watu hufikiri na kutenda kulingana na kile wanachoona na kusikia. Kutegemeana na watu unaoshirikiana nao, utatenda kwa njia hiyo hiyo. Katika ulimwengu huu, kuna mambo mengi yaliyopotoka na yasiyo na faida kwa waumini. Ili msipeperushwe na ulimwengu mwovu, inawapasa kuishi kulingana na neno la Mungu. Mnapozingatia hilo neno na kutenda kulingana nalo, ibilisi atawakimbia. Mnapojifunza neno la Mungu, mnamfikiria Mungu tu na manukato yenye neema ya Sayuni hutoka. Mkisoma na kulisikia neno la Mungu lakini hamlifuati, mioyo yenu itakuwa na kiburi. Mtashirikiana na wenye kiburi, Mtafurahia ugomvi na mabishano na mioyo yenu itapotoka. Jambo la kuogopesha zaidi ni kwamba mnaupoteza ukweli. Kama vile kuruka milo michache hukuacha ukijisikia dhaifu na kuishiwa nguvu usipokula neno la Mungu, yaani mkate wa uzima, kwa siku mbili au tatu, utamsahau Mungu kabisa. Ndiyo maana Baba anasema mnahitaji kuishi kulingana na neno la Mungu. Biblia ni kitabu kinachomruhusu mtu wa Mungu awe amekamilishwa, apate kutenda kila kazi njema, hata katika ulimwengu mwovu. Biblia inawaagiza kuishi kwa haki na inawatia moyo kuokoa nafsi maskini na kuzipeleka kwenye ufalme wa mbinguni pamoja nanyi. Pia inasema kwamba msipohubiri kutakuwa na ole juu yenu. Mkimpita mtu ambaye angeweza kuokolewa kwa kusema tu njoo Sayuni, basi ninyi kama watakatifu mnaopaswa kuwa na moyo wa Mungu, mtawajibika kwa maisha ya huyo mtu. Maafa hukimbia wale ambao wametiwa muhuri wa Pasaka kwa sababu mwili na damu ya Mungu hukaa ndani yao, lakini wale ambao hawajatiwa muhuri hudhuriwa. Mnapoona mtu akianguka shimoni na kulia akiomba msaada, je, si ni asili ya kibinadamu kutaka kumwokoa? Ukimwacha peke yake bila shaka atakabili maafa ambayo kwa kweli ni jambo la kusikitisha. Msipohubiri neno la uzima kwa wale wanaokufa, hii inamaanisha kweli mnakosa upendo. Upendo ni kumwokoa mtu kabla siku ile iliyotabiriwa na Mungu haijafika. Biblia inasema kwamba lazima mkusanyike pamoja Sayuni kabla maafa hayajaja. Mkikaa Sayuni hata unywele mmoja hautaungua, nanyi mtakuwa chini ya ulinzi wa Mungu. Wakati huu unabii wa Biblia unapotimizwa, lazima mwajulishe watu kwa haraka, kimbilieni Sayuni ili msidhurike. Maafa yanapotokea, wale ambao wamelisikia neno watakuja Sayuni, lakini wale ambao hawajasikia hawatajua mahali pa kwenda. Kila mtu anataka kuishi na anatumainia ufalme wa mbinguni, lakini ikiwa hakuna mtu wa kuwaongoza, hawawezi kwenda huko. Hebu twende kutoa zawadi kubwa zaidi inayookoa uhai. Mliokoa roho zilizokuwa zinaenda jehanamu. Hivyo, watafurahi na kushukuru kiasi gani watakapoenda mbinguni? Mungu amewaamuru kuihubiri Pasaka ya agano jipya kwa ulimwengu wote. Kila mtu ana haki ya kuishi. Kuhubiri sio mzigo mzito au kazi ngumu. Tafadhali tumieni midomo yenu mizuri kwa kusudi nzuri la kuokoa uhai na shirikini agano jipya na kila mtu mtakayekutana naye. Ijapokuwa uinjilisti wa kimataifa unaendelea, bado kuna majirani wengi ambao hawajasikia neno. Ninatumaini kwamba kwa kuhubiri kwa bidii, mtaongoza roho nyingi kwenye ufalme wa mbinguni ambapo hawatakabili maafa bali watajawa na shangwe na kupokea upendo na baraka tele kutoka kwa Baba.